sana Mheshimiwa Baba Askofu, Askofu Mkuu wa Kanisa Dkt. Shao, Mheshimiwa Baba Askofu Dkt. Erasto Kweka na Dkt. Matishao, Waheshimiwa viongozi wenzetu wote wa kiroho na kidini, viokomaniyapa Pendwa sana kwa mama yetu, mama Ndesamburo, watoto wote, ndugu, marafiki na jamaa, waombolezaji wenzangu, nikitambua sana heshima zote viongozi mbalimbali wa taasisi mbalimbali wa serikali, wa vyama vya siasa ambao wamekuja mahali hapa, Bwana Yesu apewe sifa. Labda nianze na ndugu yangu rafiki yangu, sikukusudia kulisema, lakini kwa sababu ameligusa, ame, ame, niweke kukufungu sahihi pa, kwa kwa wema tu na upendo. Kwanza binafsi nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri mbunge wetu, kiongozi wetu. Asante sana Mheshimiwa Lukuvi. Uungwana <laughs> <laughs> wako umepokea i asante. Lakini ni kweli Mzee Ndesamburo alikuwa mzee mwenye kupenda sana hata, alikuwa ni mzee mwenye kupenda sana ama, na ni kweli katika bunge hatunaga masiana mani pale tunapoona haki na hatuna utaratibu wa kuja, ila tunapoona kuna mambo ambayo sio yanafanyika, huwa hatunaga utamaduni wa kukaa kimya, kwa sababu kukaa kimya wakati mambo unayaona kwa mtazamo wenu na kwa imani yetu sio sahihi, utakuwa ni unafiki. Kwa hiyo Mzee Ndesamburo hakuwa tu mbunge wa kawaida, alikuwa ni mtulivu, alikuwa ni mzee mwenye busara, alikuwa ni mzee mwenye hekima, alikuwa ni baba mfariji. Ni kweli mzee Ndesamburo alihubiri sana amani katika nchi hii, lakini kila alipoihubiri amani kuacha kutanguliza neno haki, na viongozi wetu, watu wote tunawaomba sana imani, amani katika taifa letu ikapatikana pale ambapo wenye mamlaka, wenye dhamana ya taifa wanahakikisha kuna haki kwa watu wote. Wala hatuhitaji kuiomba sana amani, tuiombe haki na amani, tunda la haki. Kwa kweli, kwa niaba ya chama, tumepata tengo kubwa kweli, na na niseme si chama tumepata tengo ni huo wajibu wa kutafuta haki katika jamii yetu umepata kidogo. Ndesamburo alikuwa nguzo kubwa na kiunganishi, alifanya kazi na vyama vyote kila alipopata fursa. Ndio sababu katika waombolezaji waliokuja wametukimbilia watu wa vyama wako watu wa amauzi, wako watu wa kafu, wako watu wa waki waet. Mheshimiwa shuhuda yuko hapa, nitatoa salamu zake hapa kwa ajili ya muda. Wako watu wa sauti, wako vyama vingine, hata chama cha mapinduzi yako hakijawa wazi sana, lakini nina hakika wanachama wake wako wengi mahali hapa, kwa sababu wote wanampenda kwa sababu alikuwa akiunganisha sisi kama chama. Wamekuja viongozi kutoka Tanzania bara, kutoka kutoka Pemba, kutoka Zanzibar. Kwa hiyo tutaenzi kazi ya Mzee Ndesamburo. Na mwashimua Lukuvi, unapokwenda serikalini, utana wakubwa wengine hukokuwenza, waambie tunaomba amani tunayoihubiri ifuatane na haki katika taifa. Inapotuletea viongozi ambao wanafikiri mamlaka ya kiofisi ni mamlaka ya kuwaumiza wananchi, hapana. Hiyo tukapiga ndani ya bunge, tukapinga nje ya bunge nikapinga mahali popote kuitafuta hiyo haki. Wala watu wa Moshi hawana fujo, aidha watu wa Arusha hawana fujo, na CHADEMA chama nachokiongoza hakina fujo. Kina watu wastaarabu sana. Hawa watu ni waungwana na wastaarabu, wala hawana ugomvi na mtu, ila kuna baadhi ya watu ambao wamepewa mamlaka katika taifa.

Na watoto wote, ndugu zangu, waongozaji wenzangu, viongozi mbalimbali waliopo hapa wa kivyama, na kama alivyosema MC buro amehudumu ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano kwa kipindi cha miaka 15, na sisi bunge ni mhimili muhimu ambao ndio wanaofanya kazi ya kuisimamia serikali. Huyu amekuwa sehemu ya dola kwa miaka 15. Nimeelekezwa, imeagizwa na viongozi wangu wakuu, Mheshimiwa Ndesamburo na kipindi chote anachohudumu na mheshimiwa rais- kwa sababu rais ameanza ubunge 95 na mheshimiwa Ndesamburo ameanza elfu mbili, lakini pia hata waliofuatia, mheshimiwa makamu wa rais na waziri mkuu, wamekutana katika vipindi tofauti ndani ya bunge. Kwa hivyo viongozi wote wamenipa salamu nyingi sana kwa wafiwa wote na ndugu wote wa Moshi ambako amehudumu kwa udunia kwa miaka 15, na bila shaka katika upendo ambao mheshimiwa Askofu amesema, Ndesamburo mzee narehe. Unajua, na rekodi tunazo, amehudumu bila ubaguzi wowote, hata wa kijana. Tunao ushahidi wa maeneo kadhaa, majengo ya huduma hata hapa yanaomilikiwa na serikali amejenga amejitolea. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana ndani ya serikali kwa kazi aliyofanya mheshimiwa, na tunaweza kusema tu kwamba kama walivyosema wengine, tunayaona hata ya duniani, lakini ya kule mbele hatuyaoni, pengine Mwenyezi Mungu ndio anajua zaidi. Tunamwombea Mwenyezi Mungu ailaze mahali pema peponi Oe, marehemu Ndesamburo, mimi nimefanya naye kazi, nimeanza mwaka tisini na tano na katika kipindi changu cha kazi nimefanya kazi kama waziri wa bunge miaka kumi. Nimeanza kuwa mbunge katika bunge la kwanza la vyama vingi, nilikuwa naibu waziri, lakini miaka mitano ijayo nikapewa kuwa waziri wa bunge. Kaingia mzee mzima Ndesamburo. Sasa wale vijana mnawajua, walipoingia pengene walipokuwa mashachani na mimi vijana mwenzao, huyu mzee nilimtumia sana, sijawahi kumwambia, lakini alikuwa nampenda, nilimtumia sana, na alimsaidia sana kufanya kazi yangu rahisi, kwa sababu ndiye nilikuwa namtumia, na nilijua na kuna Mbowe na wenzake wanasikiliza sana

za kutaka kupenda vurugu, tumejishuhudia hata hapa Moshi. Na nadhani hata viongozi ni nini, viongozi wenzangu wa siasa hapa Moshi lazima mtafatana wenzake Mzee Ndesamburo. Unawiza ukamjua tu wakati wa harakati ya uchaguzi utasema huyu ni mpinzani, lakini baada ya hapo hawezi kujua. Ni mtu mtulivu, anafanya kazi kwa uungwana sana. Hapa tunamjua anazungumza na kila mtu na sisi ndani ya serikali tunajua, ametuchagiza tangu mwaka alioingia mpaka leo, na ajenda zake si nyingi. Ajenda kubwa kabisa ambayo ametuachia hazina kwa maandishi ndani ya Hansard za bunge, masuala ya utalii amezungumza kuanzia siku ya kwanza, ameyaishi na ametoa ushauri mpaka siku ya mwisho anaondoka bunge mwaka elfu mbili na kumi na tano. Nataka kutoa hadi mbele ya halaiki hii leo, maandishi yale sisi tunayasoma na kila mara ni bahati mbaya tu, binadamu sisi huwa hatuwezi kumwambia binadamu mwenzake mazuri kabla hajaondoka. Lakini nasema yale maandishi yameandikwa, sisi kama serikali, kila mara tutaendelea kufunua yale maandishi yake na ushauri yake kuhusu utalii na mambo mbalimbali ambayo ameelekeza na kuishauri serikali katika uhai wake, alipokuwa anatumika kama mbunge wa Bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa ushauri mzuri kila mara lakini ushauri ambao anajua sio kubahatisha kasababu wenyewe wanafanya kazi hiyo kwa miaka 15 kwa hiyo tulizanguni wanamoshi na watanzania kwa ujumla viongozi wa chama ambacho mheshimiwa Ndesamburo amehudumu na viongozi wenzangu wa serikali tumwenzi mzee Ndesamburo kwa kuyatukusa na kuyaenzi yote mazuri aliyoyasimamia hayo ya kirogo wabaasikuaka meishaate lakini huko duniani tujitahidi, si tunaoishi tupate nyayo za mzee Ndesamburo. Ni historia ameandika, kama tulivyosikia hapa, ameendelea kuchangia mpaka dakika ya mwisho. Yaani, huruma yake ameonyesha, mpaka imempeleka mbele ya mwenyezi Mungu. Ni jambo dogo sana, ni jambo kubwa ambalo iekodi, ambayo amefingia mahali pazuri sana. Naomba mwenyezi Mungu, tumwombee mwenyezi Mungu ailaze mahali pema peponi roho ya marehemu Ndesamburo. Nashukuru sana kwa kusikiliza na tena